Naam, mimi naitwa Rajabu Mwalimu Zuheli, mwenyekiti wa kijiji cha Kwale au kisiwa cha Kwale. Kama mnavyokiona, kisiwa chetu ni kimezungukwa na bahari. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuzungumzia hususan masuala ya ardhi ya kisiwa cha Kwale, kwa sababu kwa sasa watu wengi wanauliza masuala ya ardhi na wengi wanataka kuja kununua ardhi. Kwa sasa mimi na serikali yangu tumejipanga hususan kukusudia masuala ya ardhi. Tumekaa kitako na tumejadili kwa kina, lakini pia pamoja na wananchi wetu. Kwa sasa tunaweza kusema ardhi hatuuzi, isipokuwa kuuza kwake baada ya kukaa serikali na kufanya michakato mbalimbali inayohusiana na ardhi, kwa sababu ardhi za kisiwa ni mali. Hawezi tu mtu akaja akakupa shilingi milioni moja au milioni kumi anachukua maheka ya ardhi, huo unakuwa ni udanganyifu na ubabaifu. Kwa sisi serikali tulivyoingia madarakani, tumestapisha masuala ya ardhi. Kama kubinafsisha, tunaweza kubinafsisha na kukubaliana mikataba maalumu, itapofika muda, utapofika wakati umeisha muda wao, basi tutajua mbele tunafanyaje. Kwa hiyo tunawatangazia Wanakwale wenzetu waliupepo nje, lakini pia wananchi mbalimbali walokusudia, wenye nia ya kuja Kwale labda kutaka kununua ardhi au wale wenyeji kuuza ardhi, namani matangazo anayo na kila mtu anajua, kwa sasa ardhi hatuuzi isipokuwa serikali itafanya utaratibu maalumu wa kuendesha namna ya umilikaji wa ardhi. Kwa hiyo kwa sasa tunasema kisiwa chetu bado kiko na amani, lakini pia wawekezaji, ni fursa zipo, tunaweza tukakaa mezani tukakubaliana, fursa zipo za uwekaji ardhi za uwekezaji tunahitaji labda hapa watu wafuge kaa, tunahitaji wafuge majongoo, lakini tunahitaji wafuge kamba. Nafasi zipo na fursa zipo. Kwa hiyo tunachoomba kwamba habari ni kama hiyo, ni kama tangazo kwa wale wenzetu waliokuwa mbali zaidi, lakini wenyeji asilimia mia moja tangazo hili wanarijiwa. Tupo katika michakato maalumu ya kuweka sawa masuala ya ardhi. Kwa hiyo nilizungumzia ardhi kwa ufupi kama hivyo, kama mwenyekiti wa kijiji hichi.